Kwenye mahali fulani mwanamke anakaa kwa mbake mwezi mzima. Huyu mwanamke hajui ndoa ni nini, hana maoni mwenye ndoa, hajui hajui hajui. Mnasikia watu wa Mungu?